Hongera sana kwa wewe ambaye umeweza kuitwa kazini siku hii ya leo. Lakini kwa wewe ambaye ulifanya usahili katika tarehe hizi na hukuweza kuitwa, usikate tamaa, omba tena pale nafasi zitakapotangazwa. Hii ni kwa wale waliofanya usahili kati ya tarehe nne mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano na tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na hakikisha unapakua barua yako katika akaunti yako ya jirapoto sehemu ya my application na kuweza kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii na vile vile, kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.